Je, umewahi kuwa katika hali ambapo unahisi kitu kizito kifuani, labda ni huzuni, hasira au msongo wa mawazo, lakini mtu anapokuuliza una nini, unashindwa kabisa kupata neno la kusema. Unajua kuna kitu hakipo sawa, lakini mdomo wako umefungwa kufuli ambalo huna ufunguo wake. Leo tunazungumzia Alexithymia. huu sio ugonjwa wa akili kama unavyodhani, bali ni hali ya kibayolojia na kisaikolojia ambapo akili yako inashindwa kutafsiri lugha ya hisia kuwa lugha ya maneno. Lakini hapa ndipo penye siri nzito. Ikiwa unashindwa kusema unachohisi, mwili wako hautabaki kimya. Utafiti unaonyesha kuwa watu ambao hawawezi kuelezea hisia zao ndio wanaoongoza kwa maumivu ya mgongo yasiyoelezeka, matatizo ya tumbo na hata magonjwa ya moyo. Je, yeah, mwili wako unajaribu kukuambia nini ambacho akili yako imeshindwa kukisema? Endelea kutazama kwa sababu kufikia mwisho wa video hii utajua kwa nini sijui yako inaweza kuwa ni kilio cha mwili wako kuomba msaada. Kabla hatujaingia ndani zaidi kwenye sababu sita za hali hii, hakikisha unabonyeza kitufe cha subscribe na kengele ya taarifa kwenye channel hii. Tunafichua siri za saikolojia ambazo zitakusaidia kuielewa akili yako na kuboresha mahusiano yako. Kama tayari ushawahi kupata wakati mgumu kuelezea hisia zako, gonga like kwenye video hii ili nijue tuko pamoja. Sababu ya kwanza ni wiring ya ubongo wako. Fikiria ubongo wako una pande mbili kuu. Upande wa kulia ni kama msanii. Unahisi mziki, unahisi rangi, unahisi maumivu. Upande wa kushoto ni kama mhasibu, unapenda namba, mantiki na lugha. Kwa mtu wa kawaida kuna daraja linaloitwa corpus callosum linalounganisha pande hizi. Kwa mtu mwenye Alexithymia, daraja hili lina msongamano au ni dogo sana. Hisia zinatokea upande wa kulia, lakini zinapojaribu kuvuka kwenda upande wa kushoto ili kutafutiwa neno la hasira au huzuni, ujumbe unapotea njiani. Ndio maana unajisikia vibaya, lakini huna jina la hali hiyo. Sababu ya pili ni mazingira ya utotoni. Hapa ndipo wengi wetu tunapotelea. Kama ulikuwa kwenye nyumba ambayo ukilia unaambiwa nyamaza, acha ujinga, au ukionyesha furaha kubwa unaambiwa unapiga kelele, akili yako ilijifunza kitu kimoja: hisia ni adui. Wanasaikolojia wanaita hii emotional invalidation unapokuwa unajikuta umekata mawasiliano na mfumo wa hisia zako. Hukujifunza msamiati wa hisia kwa sababu hakuna aliyekufundisha kuwa hiki unachohisi sasa hivi kinaitwa upweke. Kwako kila kitu ni sijui. Sababu ya tatu ni trauma. Watu wengi wenye alexithymia wamepitia matukio magumu, labda ni mshtuko wa ghafla au maisha ya shida ya muda mrefu. Ili uweze kunusurika survive, akili yako iliamua kuzima switch ya hisia. Ni kama vile unavyoziba masikio unapopita sehemu yenye kelele kubwa. Tatizo ni kwamba baada ya hatari kupita, akili inasahau jinsi ya kuwasha tena hiyo switch. Sasa hata mambo mazuri yakitokea, unahisi flat, huwezi kuelezea furaha wala huzuni. Unakuwa kama mtazamaji wa maisha yako mwenyewe badala ya kuwa mshirika. Sababu ya nne ni vinasaba au genetics. Hii ni sayansi safi. Tafiti zinaonyesha kuwa alexithymia inaweza kurithiwa. Kuna chembechembe za urathi, genes, zinazohusiana na jinsi ubongo unavyochakata kemikali kama dopamine na oxytocin. Ikiwa wazazi wako au babu zako walikuwa na sifa za kuwa watu wa baridi au wasiozungumza, kuna uwezekano mkubwa mfumo wa neva umerithi muundo huo. Hii sio udhaifu, ni jinsi mashine yako ubongo ilivyoundwa tangu kiwandani. Sababu ya tano inahusu neurodiversity. Kuna uhusiano mkubwa sana kati ya alexithymia na watu walio kwenye wigo wa autism au usonji. Asilimia hamsini ya watu wenye autism wana sifa za alexithymia. Hii ni kwa sababu muundo wao wa kijamii na jinsi wanavyotambua ishara za mwili wao interoception ni tofauti. Wanaweza kuhisi njaa, kiu au hasira kama mshtuko mmoja mkubwa wa mwilini bila kujua ni kipi ni kipi. Sababu ya sita ni shinikizo la kitamaduni, hasa katika jamii zetu za Kiafrika. Mwanamume kufunguka hisia zake mara nyingi huonekana kama upungufu wa umwanaume. Mwanamume hapaswi kulia, mwanamume ni jiwe. Hii inatengeneza kizazi cha watu ambao wanajua tu kusema niko sawa, huku ndani yao kukiwa na dhoruba. Baada ya miaka ishirini ya kuficha hisia, uwezo wa kuzitambua unakufa. Hapa ndipo tunaanza kuona watu wanapata shinikizo la damu au vidonda vya tumbo bila sababu ya kitabibu. Kumbe ni hisia zilizokosa pa kutokea. Kumbuka nilichosema mwanzoni, usipozungumza, mwili utazungumza kwa niaba yako. Unaposhindwa kusema nina huzuni, mwili wako unaweza kuzalisha homoni za msongo wa mawazo cortisol, zinazoshambulia kinga yako ya mwili wako. Hali hii inaitwa somatization. Maumivu ya kichwa ya kila mara, misuli kukaza na matatizo ya mmeng'enyo wa chakula mara nyingi ni hisia ambazo zimekosa maneno. Nini cha kufanya? Habari njema ni kwamba Alexithymia inaweza kufanyiwa kazi. Unaweza anza kwa emotional literacy, kujifunza majina ya hisia kama unavyojifunza lugha. Tumia chati za hisia feeling wheels, anza kuandika diary journaling, hata kama utaandika leo nimehisi vibaya kifuani hiyo ni hatua ya kwanza ya kuunganisha daraja lako la ubongo. Alexithymia sio siyo hukumu ya maisha, ni maliko kuanza safari ya ndani na kuujua mwili wako vizuri zaidi. Sijui yako haina maana kuwa huna hisia, ina maana tu unahitaji muda na zali sahihi za kuzitafsiri. Je, unahisi hali hii ina kuhusu wewe au mtu unayemjua? Niambie kwenye sehemu ya comments hapo chini. Je, ni mara ngapi unajikuta ukisema sijui unapoulizwa unahisi nini? Napenda kusoma hadithi zenu na nitajibu maoni mengi kadri ninavyoweza. Kama video hii imekufungua macho, usisahau kuishare na rafiki yako ambaye unahisi anapitia hali hii. Kumbuka, afya ya akili huanza na uelewa. Hii ni Fikra Chanya. Asante kwa kutazama. Tukutane kwenye video ijayo. Peace.